Nimepewa salamu pale na akinamama za kumfikishia mama, mama Samia nitazifikisha, nita kwao niwatakie kila laheri, asanteni sana. Nam namna hiyo ndivyo anavyo mheshimiwa waziri mkuu anahitimisha ziara yake fupi aliyoifanya katika eneo hili la mradi huu wa hospitali eh, hospitali ya rufaa ya mkoa wa well, Lindi ambapo hapa naona anazungumza na wakazi, uh, hapa tena akwa anapata utani wa uh, hapa na pale kidogo wakilainisha safari kama ziara yake hii katika mradi huu. Basi kwa hivi sasa tunaweka kituo katika matangazo haya moja kwa moja kutokea hapa katika eneo hili, lakini safari yake ya ziara yake kwa siku hii ya leo haijakomea hapa. Anaendelea na kupita katika maeneo mengine, ambapo atakapotoka hapa ni katika mradi mwingine kabambe katika sekta ya elimu, ambapo chuo kikuu cha Dar es Salaam kinajenga kampasi yake ya chuo hicho katika mkoa huu wa Lindi na hii leo Mheshimiwa Waziri Mkuu anaenda kuhusika katika uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa mradi huo wa aina yake. Basi hadi hapo baadaye tutakapokutana tena, endelea kufuatilia matangazo haya.